Bila shaka wengi tumetazama ngoma ya Mbosso ambayo inafahamika kwa jina la Darasa la Saba. Of course, ni moja ya ngoma ambayo imeteka hisia za watu wengi sana, hususa ni yule kijana ambaye alikuwa anaonekana mle ndani, watu wengi walikuwa wanamchukulia. Huyu ni Mbosso au vipi? Imekuwaje kwaje? Kijana huyu katokea wapi? Au ndiyo Mbosso mwenyewe na vitu kama hivyo. Wengi walikuwa wanasema maneno mengi zaidi kwamba huyu yawezekana akawa Mbosso, lakini inakuwaje aonekane Mbosso mdogo kama mwanafunzi wa shule msingi, wakati tunafahamu kwamba yeye ni mtu mkubwa. Bila shaka mtataka kufahamu kwamba huyu kijana ni nani na ametokea wapi hasa, lakini nikukumbushe tu kwamba huyu sio Mbosso, bali kuna namna hapa. Je, ni kijana gani huyu? yote utapata kuyafahamu hapa hapa kupitia channel yetu ya Bongo Vibe. Lakini kabla sijakupa ukweli juu ya huyu kijana ni nani, naomba nikukumbushe tu muda wangu, kwamba hapa ndo mahali pekee ambapo utakuwa unapata exclusive nyingi zaidi. Kwa hiyo point ya msingi sisi na mimi kuhakikisha kwamba unapata updates zote. Lakini kama ni mmoja wa watu ambao umekubali sana ngoma ya Mbosso, hebu tuungane hapo chini ya hii video kwa kubonyeza neno subscribe, ikiwa ni ishara kwamba wewe ni mmoja wa watu ambao umeikubali sana na umeipenda sana ile ngoma ya Mbosso ambayo inafahamika kwa jina la darasa la, la saba, ubunifu na vitu kama hivyo. Mimi naitwa Gabby Official, tuanze tu moja kwa moja mkapata kufahamu kweli wote huyu huyu kijana kijana ni ni nani hasa ametoka wapi hasa wapi na ilikuwaje kwaje mboso akapata idea ya kuweza kumtumia huyu kijana sasa kama ambavyo tunafahamu ni kwamba Mboso kwenye swala la creativity huaga hanaga mpinzani. Of course jamaa huaga anakaa chini anawaza sana anifanyije fanyeje ili iweze kurelate na uhalisia wa kila ambacho anakideliver kwenye mziki husika. Sasa kwenye huu wimbo tumeweza kumshuhudia huyu kijana ambaye kwa mara ya kwanza hata mwenyewe wakati nimeona of course nilishtuka kinoma noma, nikajiuliza mbona Mboso yani. Hakuna chochote ambacho kinaonyesha kwamba yule sio Mboso. Automatically mtu yote ambaye anamuona yule kijana anaona ni dhahiri kabisa kwamba huyu ni Mboso. Wengine wakafika mbali wakawa wanajiuliza kwamba au ni video clip za huko nyuma ambazo Mboso ashakuwa nazo, lakini ukijaribu kufikiria ni kwamba hai make sense kwa sababu hata Mbosso mwenyewe alivyokuwa mdogo pengine hakujua kwamba angekuja kuwa mtu mkubwa. Hakuwa na idea ya na namna kama hiyo hapo hivi. Lakini pia kingine kinachochanganya ni kwamba vitendo vya jinsi inavyoonekana mle kwenye hizo clip ama scene za huyo udogo ambaye anaonekana ni Mbosso, zina relate kabisa moja kwa moja na wimbo na ile story ambayo Mbosso anaisimulia. So ni nani hasa huyu kama sio Mbosso? Aa, kama vile ambavyo watu wengi wamekuwa wakiuliza kwamba anataka kufahamu ni nani hasa, sasa jibu kamili ni kwamba, msichokijua ni kwamba yule pale ni ndugu yake na Mbosso. Yani kiufupi tunaweza tukamwita mdogo wake na Mbosso, ila kibaya zaidi ama, ama ambacho ulikuwa hujui ni kwamba yule ni mdogo wake wa Mbosso lakini kwa upande wa baba yake. Yaani kiufupi ni kwamba ni mtoto wa mamdogo wake na Mbosso. Jina lake anafahamika kama Hamisi Kirungi. Hilo ndio jina lake ambalo kwa mujibu wa watu wa karibu wanavyosema. Lakini kubwa zaidi ni kwamba ufanano wake na Mbosso ndio kitu ambacho kimewafanya watu wengi sana wakashangazwa na kujiuliza kwamba imekuwaje kuwaje. Na kaamua kumtumia yule mdogo wake kwa sababu ukiangalia kwanza familia ya Mbosso karibia wote wanafanana mpaka watoto wa kike ukiachana tu na huyu ambaye ameweza kutumika kwenye hiyo ngoma kuna wale ambao ni wadogo zake na Mbosso wa kike wa kiume, wote wanafanana vile vile kama alivyo Mbosso so. Na huyu hapa naye, nadhani wengi wanachukua kwa baba yao, ndio maana hata ukimwangalia babake na Mbosso alafu ukimwangalia huyu kijana, ni dhahiri kabisa ni copy and paste, yani ni kama alivyo Mbosso alivyokuwa kipindi hicho, lakini pia kama alivyo babake na kama alivyo huyu kijana. So kwa wale ambao mlikuwa hamjui kwamba huyu kijana ni nani, niambie tu kweli kwamba huyu kijana anafahamika kama Hamisi, of course ni mtoto wa mdogo wake na Mbosso lakini mdogo wake kwa upande wa baba, lakini kwa upande wa mama hawana undugu. So in case ulikuwa unajiuliza kwamba huyu ni nani, basi i hope utakuwa unafahamu ukweli kwamba huyu ni mdogo wake na Mbosso. Lakini huu ubunifu ambao ameutumia Mbosso ni ubunifu wa next level, kwa sababu hakuna aliyekuwa anatarajia kwamba pengine ingekuja kutokea kitu kama hiki. Angekuwa mwingine, angetumia tu pengine uh, dogo yoyote ili hadi tu aweze kumatch na ile story ambayo anaisimulia kwenye wimbo, lakini Mbosso ameenda level za juu zaidi. Sasa najua utakuwa unaenjoy sana, umeenjoy sana kusikiliza wimbo wa Mbosso wa Darasa la Saba? Basi kama ni hivyo, mimi nataka kufahamu ni wangapi ambao mmeappreciate sana ubunifu ambao ameweza kutumia Mbosso kwenye ule wimbo wake, kama nani miongoni mwa watu ambao umependa sana, lakini pia umekubali hii ngoma uh, umekubali hii ngoma basi tungana hapo chini ya hii video kwa kubonyeza neno subscribe, ikiwa ni ishara kwamba umeipenda sana ile uh, ile ngoma. Lakini speaking of huyo aliyetumika huko ndani, I hope sasa hivi utakuwa unafahamu kwamba ni mdogo wake, anafahamika kama Hamisi, ni mdogo wake kwa upande wa babake na vitu kama hivyo. So I hope nitakuwa nimefanya hiyo clear sana kwa upande wako na unaelewa sasa hivi kwamba yule aliyeigiza kwenye ile ngoma nani hasa. Mimi naitwa Gabby Official, na nikukumbusha tu kwamba nitakuwa nakuletea updates nyingi sana hapa hapa kupitia channel yetu. Kwa hiyo pointi ya msingi, hakikisha tu umeshow love kwa kubonyeza neno subscribe, utakametisha sana, utakuwa umenyisha love ya kutosha sana. Mpaka next video, bye, bye.